Nu si oh, jina la mwana alibarikiwe, huyu mama kualiko, Mungu amuone Mungu asante, asante, amkumbuke Samia wa, asante wa kutuona si yatima, nalia, nimefurahi, nimefurahi, nime Mungu amuone. Nashukuru sana ndugu zangu wa Makambako wajentupa. Nashukuru sana mafundi wenzangu. Mungu anajua, ulimi umebeba mambo mengi sana lakini siwezi nikaongea kinafsi. Ukweli upo naujua, mimi mwangu kastoe sana mwana majina anaitwa Stanley Exaudi Mbembati e, ni miongoni mwa watuhumiwa waliokuwa watuhumiwa wa kesi ya uhaini e, mnamo tarehe tano nilikamatwa na jeshi la polisi nikiwa nikiwa ofisini kwangu e, nilikuwa nimetoka ibadani, lakini mnamo, mnamo saa kumi na mbili jioni walikuja askari polisi wakanikamata na wakaniambia wakani, kwamba naitwa kituo cha polisi e, nikaeleze tarehe thelathini nilikuwa wapi maana ndio siku ambayo yalifanyika matukio yale ya ya uharibifu. Lakini niseme nawashukuru sana watanzania waliojitokeza toka siku tuliyokamata pale jeshi, eh, jeshi la polisi ilivyotukamata, tumeishi vizuri, wamekuwa wakitusapoti, wametuletea mahitaji toka tukiwa jeshi la polisi na wamejitahidi kuja magereza na hata hapa mahakamani wamekuja sana. Na niseme hasahasa watu wa Makambako, watu wa Makambako wametisha sana ni watu ambao wamejitolea kwa moyo mkubwa, wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kuanzia kule magereza pamoja na hapa mahakamani wakijia kutufuata sisi vijana wao tisa. Niseme sisi hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa. Sisi tu, cha kufanya sisi ni kwenda kufanya kazi kwa juhudi, ili tuweze kusaidia familia zetu. Mimi kama mzazi na nikiwa kama ni mama wa familia, kwanza namshukuru Mungu. Pili, na wasi wa Tanzania wenzangu, tusilimbuke na mkumbo, tusiige mambo yanayopita, tubaki na umoja wetu, tubaki na amani yetu, kwa sababu wanaokuja kutupotosha ni watu wengine, na hatimaye watoto wetu wanaingia kwenye mikumbo ambayo ilikuwa sio fungu lao maana hao watoto ni wapambanaji, ni wagangaji, lakini mwisho wa siku wamekuja kuangukia kwenye mikono ambayo sio salama.